Kufanya maamuzi bora katika maisha. Katika maisha ya kila siku, mtu hukumbana na hali zinazohitaji maamuzi. Maamuzi haya yanaweza kuwa madogo kama kuchagua chakula chakula au makubwa kama kuchagua mwenzi wa maisha. Hali ya kufanya au mwelekeo wa kielimu na kifedha ni hatua muhimu katika kuhakikisha maisha yenye mafanikio, furaha na utulivu. Umuhimu wa kufanya maamuzi bora. Maamuzi tunayofanya huathiri maisha yetu ya sasa na ya baadaye. Maamuzi bora husaidia: kuepuka majuto na matatizo ya baadaye, kutimiza malengo ya maisha, kudumisha mahusiano mazuri na watu wengine, kujiamini na kujiheshimu. Hatua za kufanya maamuzi bora: tambua hitaji la uamuzi. Tambua kwamba kuna jambo linahitaji uamuzi. Usikimbilie kufanya maamuzi bila kuelewa tatizo au hali iliyopo. Kusanya taarifa. Kabla ya kuamua, kusanya taarifa zote muhimu kuhusu chaguo lililopo. Tafuta ushauri kutoka kwa watu unaowaamini kama vile wazazi, walimu au washauri wa wa kitaalamu. Angalia chaguzi zilizopo. Angalia chaguo zilizopo. Kuwa na mawazo mbadala. Usijifunge kwa njia moja tu. Pima faida na hasara za kila chaguo. Fikiria madhara ya maamuzi yako. Fikiria kwa kina kuhusu madhara ya muda mfupi na muda mrefu ya uamuzi utakaouchukua. Je, utaathiri maisha yako vipi? Vipi kuhusu watu wengine? Fanya uamuzi. Baada ya kutafakari na kuchambua kwa kina, fanya uamuzi kwa njia, fanya uamuzi kwa kujiamini. Usisite ukishafanya uamuzi sahihi. Chukua hatua, tekeleza uamuzi wako kwa ujasiri. Hatua bila utekelezaji ni kazi bure. Jifunze kutokana na matokeo. Baada ya muda, angalia matokeo ya uamuzi wako. Jifunze kutokana na uzoefu huu kwa ajili ya maamuzi ya baadaye. Vikwazo katika kufanya maamuzi bora: hofu ya kushindwa, shinikizo la watu wengine, kukosa taarifa sahihi, kukosa lengo la maisha na uamuzi wa haraka bila kutafakari. Kufanya maamuzi bora ni sanaa inayohitaji utulivu, tafakali na busara. Kadri mtu anavyotambua umuhimu wa kufanya maamuzi yaliyo sahihi ndivyo maisha yake yanavyopata mwongozo mzuri. Kumbuka, maisha ni mkusanyiko wa maamuzi tunayofanya kila siku. Fanya kila uamuzi kwa hekima.